Leo tunamkumbuka hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiongozi aliyejitoa kwa moyo wake wote kujenga taifa huru linalojitegemea na lenye uchumi unaowaunganisha wananchi wake. Miongoni mwa misingi muhimu aliyosimamia ilikuwa ni uwekezaji katika miundombinu ya usafiri na usafirishaji, hususan reli, kama uti wa mgongo wa maendeleo ya taifa letu. Utakumbuka mtandao wa reli ulianza kujengwa wakati wa ukoloni. Baada ya uhuru mwaka 1961, Mwalimu Nyerere alitambua kwamba usafiri wa reli ndiyo njia ya uhakika ya usafirishaji wa mizigo mingi kwa wakati mmoja na kuunganisha Watanzania kutoka pwani hadi bara. Kwa mantiki hiyo, mwaka 1963 alijenga reli kutoka makutano ya reli Mruanzi hadi makutano ya reli Ruvu ili kuunganisha reli kutoka Tanga na reli ya Kati. Hayati Mwalimu Nyerere alikuwa muumini wa muungano. Aliwashawishi viongozi wa Kenya na Uganda kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1967. Baada ya kuzaliwa jumuiya hiyo tarehe 1 Juni mwaka 1969, liliundwa Shirika la Reli la Afrika ya Mashariki na kuendelea na kazi ya usafiri na usafirishaji wa mizigo kwa wana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mnamo mwaka 1977 baada ya kuvunjika kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, vifaa vingi vya reli vilibaki Nairobi nchini Kenya, kulikokuwa makao makuu ya shirika la reli la Afrika ya Mashariki. Kwa kutambua umuhimu wa usafiri wa reli, Mwalimu Nyerere aliongoza uanzishaji wa shirika la reli Tanzania, TRC, na kuhakikisha linatoa huduma kwa ufanisi na kuendelea na muunganiko wake kwa njia ya maji na barabara. Hayati baba wa taifa alihakikisha TRC inapata vitendea kazi aliagiza vichwa vya treni kutoka Kanada na kuhakikisha treni uendeshaji wake haukwami. Alianzisha karakana kubwa ya reli mkoani Morogoro, aliimarisha chuo cha reli mkoani Tabora, na mwaka 1978 Mwalimu Nyerere ya alimteua aliyekuwa mlinzi wake Peter Bwimbo kuja shirika la reli na kuanzisha kitengo cha usalama wa reli, kazi iliyokuwa muhimu sana wakati wa vita vya Kagera. Mwalimu alihakikisha usafiri wa reli unasaidia wanafunzi wa Kitanzania kutoka mikoa mbalimbali kwa kusafiri kwa kutumia warrant. Wanafunzi wa miaka ya sabini na themanini wanakumbuka hili. Hatua hii inathibitisha dhamira yake ya kujenga usawa, umoja na uchumi wa kitaifa unaoongozwa na Watanzania wenyewe. Urithi aliotuachia wa uadilifu, uzalendo, umoja na mshikamano ndiyo msingi unaoendelea kuliongoza shirika la reli Tanzania hadi leo. Utekelezaji wa mradi mkubwa wa reli ya kisasa standard gauge SGR ni ushahidi kwamba ndoto mwali ya Mwalimu Nyerere ya kuhakikisha Tanzania inakuwa na usafiri wa reli ya kiwango cha kimataifa inaendelea kuishi. SGR ni mwendelezo wa azma yake ya kuona taifa lenye usafiri wa uhakika wa kisasa na unaochochea uchumi wa viwanda. Kila treni na usafiri leo iwe MGR ama SGR, kati ya Dar es Salaam na mikoa mingine yote, imebeba si tu abiria na mizigo, bali pia urithi wa fikra za Mwalimu Nyerere. Inanukuu moja ya kauli zake: maendeleo ya watu yanahitaji vitu. Hayati baba wa taifa alituachia dira, sisi tunapaswa kuiendeleza. Mchango wake utaendelea kuishi kupitia kila reli, kila kituo, kila safari ya maendeleo tunayoipiga kama taifa.